Moto uliozimwa kwa busu. Usiku ulikuwa mzito, kimya kikikata pumzi. Amina alisimama mlangoni, moyo wake ukipiga haraka kuliko kawaida. hakupaswa kuwa pale, alijua hilo lakini, kila alipomjaribu kumsahau Kadir, kitu ndani yake kilimvuta kurudi, kama moto unaokataa kuzimwa. Kadir alipofungua mlango, hawakusema neno machoni mwao palikuwa na maswali ambayo midomo iliogopa kuuliza. Umerudi? alisema kwa sauti ya chini, si swali bali mshangao. Amina alimeza mate. Nilijaribu nisije, akasema lakini nikagundua na kukosa zaidi kuliko ninavyojiheshimu. Ukweli huo ulimpiga Kadiri kama radi. Alimsogelea polepole pole, karibu sana, kiasi kwamba pumzi zao zilichanganyika. Hakumgusa bado kwa sababu wakati mwingine kusubiri huumiza kuliko kugusa. Ukikaa, Kadir alisema, hakutakuwa na kurudi nyuma. Amina alitabasamu kwa uchungu, nilisharudi nyuma mara nyingi, leo nataka kusonga mbele, hata kama nitaungua. Busu lao halikuwa la haraka, lilikuwa zito, la watu wawili waliokosa usingizi kwa muda mrefu, wakijifanya wako sawa. Moto ukawaka tena, na safari hii hawakujaribu.